Na taarifa nyingine zinaarifu kwamba shughuli za ujenzi katika mradi wa nyumba za bei nafuu mjini Wote kaunti ya Makueni zimetatizika baada ya vijana wasio na kazi kufika katika mradi huo na kusitisha wakilalamikia kutopewa nafasi za ajira kwenye mradi huo. Kulingana nao, Rais William Ruto aliahidi kwamba miradi hiyo itakuwa inawafaa wakazi wa, wa maeneo inakojengwa. Aidha, baadhi wanalalamika kwamba vijana kutoka maeneo mengine ya mbali wamepewa ajira. Kadhalika wanalalamikia zingira mabaya ya kufanyia kazi kwa wale wachache ambao wamepata kibarua. Hii saiti iko nyumbani, iko Makueni na watu wa huku hawapati kazi. Hii saiti ina benefit watu wa nje kuliko watu wa nyumbani. So tunaingia kazi asubuhi tunapata watu wameshaingia kazi kutoka nje, na kunasemekana nafasi yetu hakuna, tuangalie kazi kesho. Hiyo kitu inakera watu na inatusumbua sana kweli. Tunataka wanawake watambulike, wapewe kazi na wafanye kazi, na kuna, kuna watu wanatolewa mbali mimi naweza pewa kazi na kuna mtu ametoka Nairobi, nikuje niambiwe wenda nyumbani, huyo mtu ametoka Nairobi akuja apewe kazi hiyo. Tumeona si haki yetu, tunataka haki yetu kwa hii kazi na mshahara tuongezewe, pesa ni kidogo.